Rangu naitwa Haruni Masuka Munura, ni dereva Tanzania na ni kiongozi katika taasisi ya madereva wa malori, mabasi na nchi Tanzania, kifupi inaitwa CATAMAKI. Niko e, hapa mbele yenu kwa ajili ya ndugu yetu Juma hadi Maganga, ambaye ni dereva e, mwanzoni mwa mwaka huu aliondoka hapa Tanzania kuelekea Sudani Kusini kupeleka mzigo, na baada ya kufika huko Kabla hajafika eneo la kuelekea mzigo e, alipata bahati mbaya ya kuweza kupata ajali, ajali iliyosababisha umauti kwa raia wa Kisudani. E, kulingana na sheria za Sudani, sheria za kijamii zina nafasi kubwa sana, na jambo lile lilipelekea Juma kuwekwa gerezani katika hali ya kuwekwa gerezani eh kupitia vyombo vya habari mbalimbali mbali ama ya kijamii mitandao, tuliweza kupata taarifa ile na kuanza kushughulikia kama taasisi. Tulianza kushughulika na jambo hili e, mwezi wa tatu mwishoni, na ilipofika mwezi wa nne tuliweza kuandika barua ambazo zili zinahusiana na, na jambo lile kuandika barua katika Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Sheria na kuandika na nakala nyingine ile ya wizara kwa ajili ya kuomba msaada ili kuweza kusaidiwa jambo hilo ambalo lilikuwa linamkabili Tanzania. Eh, pengine mnaweza kujiuliza swali. Kwa nini tuliomba msaada serikali serikalini? Sheria za Sudan, sheria ya Sudan, sheria za kimila zina nguvu zani. Kwa hiyo jambo hilo lilipelekea tuma kudaiwa alipe pesa ta za Tanzania shilingi milioni mia moja karibia na tano ili aweze kutoka katika jambo lile, kwa sababu Juma ni Mtanzania aliyekuwa masikini kama masikini wengine livo hakuweza liva kwa kutumia taasisi weza kuwajulisha wadau mbalimbali e, wadau mbalimbali nikimaanisha madereva, jamii ya madereva na raia wema wengine wenye mapenzi mema kuhusiana na jambo hili. Wakati huo tukiwajulisha hayo, Mtanzania au kama mmojawapo wa viongozi aliweza kwenda kule kwa ajili ya kushughulikia jambo hili katika namna ya kuzungumza na ndugu wa wa yule marehemu e, aliweza kuendelea ku, ku mazungumzo yaliyopelekea kupunguza ile faini kutoka milioni mia na nne zile mia na nne ama mia na tano mpaka kufikia milioni thelathini. Milioni thelathini hiyo ilifikia hapo baada ya kugawanywa katika makundi mawili, Juma aweze kulipa milioni thelathini na pesa iliyobaki aweze kulipa mwenye kampuni ama kampuni ya Juma Ali Maganga. Jina la kampuni nalisahau kidogo japokuwa nakumbuka mmiliki wa kampuni anaitwa Bwana Kili. Na baada ya jambo hili sasa kutia vile, wa ama, kwa wadai mbalimbali kuona mchango mbalimbali kuhakikisha kiasi cha hela kilichotakiwa. Katika anya kiasi cha pesa kile kwa wadau mbalimbali, madereva waliomo kwenye magrupu mbalimbali na wadau wengine walioweza kusikia kulifikisha e, kiasi cha pesa shilingi milioni milioni ishirini na takriban milioni karibu ishirini na nne. Tulipofikisha kiasi hicho cha pesa ikawa tume ya kiwango ambacho ni cha, naweza kusema ni cha mwisho kwa michango mbalimbali ya watu, ndipo sasa tulipofikia hatua ya kurudi katika vyombo vya habari tena, vyombo vya habari mbalimbali ikiwemo chombo kinachofikishia kinachofikishia taarifa hii kwa sasa, ulipo mheshimiwa wa mbunge wa jimbo la Dodoma uh, mjini ambapo Juma anatokea. Kwa hiyo naye ilifikia ama aliliwa kuweza kumalizia kiasi cha pesa kilichobakia, aliweza kutoa mheshimiwa mbunge, ndipo pesa ilipokamilika. Kabla ya kufikia makubaliano hayo ya kulipa pesa hizo, mwanzo zilipokelewa pesa ambazo ni shilingi milioni ishirini na nne za Kitanzania ambazo ziliwekwa kwenye thamani ya dola dola elfu nane na mia sita kwa makubaliano kwamba Juma atoke baada ya kuzipokea hizo pesa. Ni wale ndugu wa marehemu na mahakama walikataa, wakabadilisha mkataba, wakasema wanahitaji pesa yote itoke milioni thelathini ama dola elfu kumi na moja na mia mbili na hiyo dola iliweza kupatikana ama pesa hiyo kupatikana kwa tarehe tajwa pali nyuma, ambayo inaweza kan. Basi baada ya hapo ndugu wale wa marehemu wameweza kutoa kauli ingine tena ambayo sasa ni kauli tata, sisi tunaweza kuiita hivyo kwa lugha ya kazini hapa. Wameweza kubadilika na kusema kwamba pesa waliopokea ni sahihi, lakini hawawezi kumwachia Juma, kwa maana wamekaa vikao vyao na kuthamanisha thamani ya gari kwamba haitoshi madai ya kulipa milioni sabini wanazohitaji kutoka kwa mwajiri wa Juma ama mmiliki wa gari hili. Kwa hali hiyo, wamefikia kutoa kauli kwamba hawezi kumangisa nyuma, vinginevyo ipatikane gari lingine, ama aweze kupatikana mmiliki wa gari waweze kufikia makubaliano mapya kulingana na pesa wanazodai. Sasa basi, nimekuja mbele yenu, nimekuja mbele yenu ili kuweza kuwapatia taarifa hii, taarifa hii inayolileta kwenu hasa nalenga katika mamlaka za nchi yetu, mamlaka za nchi yetu, tunaziomba sana jambo hili ziweze kuchukua katika uzito wake, kwa sababu hapo tulipofikia hatuna uwezo wa kuweza kujikwamua sisi kama taasisi ya madereva wa malori na mabasi Tanzania. Mtatamaa ndugu yetu imeweza kuishia hapo, na kwa kuwa ndugu yetu imeishia hapo, tunaomba kwa uwezo wake mkuu wa nchi aweze hei za kutumia wiza, kutumia wizara ya sheria na katiba, au wizara ya mambo ya nje ama yeye mwenyewe kwa namna yoyote ile, kama yawezekana kuongea kidiplomasia na mheshimiwa kiongozi wa nchi ya Sudan. Tunaomba ndugu yetu mtanzania mwenzetu aweze kuachiliwa arudi nyumbani, ili basi kwa madai mengine hayo yaweze kupatiliwa kwa namna nyingine yoyote ile itakayowezekana. Hayo ndiyo naweza kuyaleta emo hapa, lakini kuna jambo lingine ambalo nilikuwa napeleka ombo kwa serikali yetu hii tukufu ya Tanzania. Sisi madereva tunaposafiri katika nchi jirani tunazopeleka mizigo mbalimbali, ikianzia nchi ya Msumbiji, nchi ya Malawi, Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda, katika nchi hizo tume tukipeleka mizigo tunapata mazira tofauti tofauti, hasa nikinyoshea kidole nchi ya Kongo na nchi ya Zambia. Ni mambo mengi sana ambayo tumekuwa tukitendewa sisi madereva yasiyo stahili ya, ya uonevu heiza, katika maeneo ya kuteremsha mzigo hei za barabarani, heiza katika namna ya kusubiria kuvuka mipaka. Ni mazira mbalimbali ambayo yakiwa yakifanyika ya uonevu dhidi ya, ya dereva wa Tanzania. Hivyo basi naiomba mamlaka za nchi yetu, madereva hawa ni wapambanaji, kama wanajeshi wanavyotumwa kwenda kuipambania nchi popote ko pale, na madereva hawa ndio wanaofanya usafi wa bandari yetu. Bandari yetu imepunguka, nchi yetu imepunguka. Mama amefanya jitihada mbalimbali za kuifungua nchi, watu wanaofanya jitihada kubwa za kusafisha bandari wanapata mazira mbalimbali ambayo ni ya kutisha hasa katika nchi ya Kongo. Hivyo tunaomba basi muweze kuyachukua haya mambo na kuyafanyia kazi kupitia balozi zetu zinazotuwakilisha ku. Lakini kwa nchi ya Sudan, jambo hili limeweza kutusikitisha sana. Uma wote wa magereza, tunaomba nalo mlichukulia ka katika uzito wa aina yake. Hayo ndio niliyojaliwa kuyawasilisha kwenu, na ninaomba yaweze kufanywa kazi.